Kuna wakati mtu anafanya ibada, anatoa sadaka, au anajitolea kwenye kazi ya kheri, lakini moyoni anakosa amani. Unahisi kama kuna kitu hakiko sawa, japo kwa nje kila mtu anaona wewe ni mtu mwema. Mara nyingi tatizo linakuwa moja: matendo yetu yanaanza kuelekea kwa watu, sio kwa Allah. Leo ngoja tuangalie dalili zinazokuonyesha kuwa unafanya mambo ili uonekane, sio kwa ikhlasi, ili ujirekebishe kabla ya moyo kuharibika zaidi. Dalili ya kwanza: tofauti ya juhudi kati ya siri na hadharani. Unapofanya ibada ukiwa peke yako, juhudi zako ni ndogo, lakini mbele ya watu, ghafla unakuwa mwenye bidii mno. Swala ya gizani inakuwa nyepesi, lakini swala ya hadharani unajipanga vizuri, unanyosha kisomo, unataka watu waseme Masha Allah, huyu anaswali vizuri. Ukitaka kujua ikhlasi yako iko wapi, angalia matendo yako unayofanya usipokuwa na mashuhuda. Dalili ya pili, haja ya kusikika na kuonekana. Unapofanya jambo la kheri, unataka lisikike. Unatoa sadaka, lakini lazima uweke kwenye status. Unamsaidia mtu, lakini lazima uandike caption. Unamhudumia mgonjwa, lakini lazima upige picha. Matendo haya yakiachiwa bila kujitathmini, moyo unaanza kupenda kuonekana kuliko kupenda radhi ya Allah. Dalili ya tatu, kuathiriwa na sifa na kosoelewa. Unapopewa sifa, unafurahi sana, lakini ukikosolewa, moyo unajeruhiwa. Ikhlasi ya kweli haibadiliki kwa sifa wala kejeli. Ukimtumikia Allah, basi watu wakusifie au wakudhihaki, wewe unabaki thabiti. Kama hisia zako zinapanda na kushuka kutokana na maneno ya watu, basi bado kuna ugonjwa wa kutaka kuonekana. Dalili ya nne, Kuona faragha haina thamani. Unapopewa nafasi ya kufanya jambo la kheri faraghani, unahisi halina thamani, lakini ukipewa nafasi ya kufanya mbele ya watu, ghafla moyo unakuwa na hamasa. Hii ni dalili kuwa unathamini macho ya watu zaidi ya macho ya Mola wako. Dalili ya tano, kuumizwa na kutokushukuriwa. Unaumizwa unapofanya kheri kisha watu hawakushukuru. Ikhlasi inasema nilifanya kwa ajili ya Allah, sihitaji shukurani za mwanadamu. Lakini nafsi inapogombana kutaka watu waone, inalalamika, kwa nini hawakusema asante? Kwa nini hawakutambua? Kumbuka kitu muhimu. Moyo wa muumini unabadilika kila wakati. Ikhlasi siyo kitu kinachokuja kwa mara moja, ni vita ya kila siku. Lakini kuna habari njema. Allah anapenda sana mtu anayejirekebisha, anayepambana na nafsi yake, anayesema, ewe Mola, mimi nafanya kwa ajili yako, niondolee ria, unitakasie moyo. Njia rahisi ya kuanza kujenga ikhlasi leo: fanya ibada ndogo kabisa ambayo hakuna mtu anayejua. Iwe siri kati yako na Allah: swali ya usiku mbili tatu, sadaka ya siri, dua ya kimya. Hivi ndivyo roho inavyotengenezwa. Mwisho kabisa, tambua kwamba kazi ya kheri inayofanywa kwa ajili ya watu inakufa pamoja na sifa zao, lakini kazi ya kheri inayofanywa kwa ajili ya Allah inabaki hata watu wote wakisahau. Chagua moja: kuonekana na watu kwa muda au kukubaliwa na Allah milele. Asante kwa kutazama Soul Reflection.